Nawezaje kuwa na waziri anayejulikana alafu anayoleta madhara ndani ya jamhuri ya muungano wa Tanzania hawajulikani? Wazazi wangu, nachotaka kusema nini, mimi kijana wenu ni mkweli sana, na nataka niwahakikishie kwamba tutaendelea kuwapigania kwa bila uoga mahala popote tutaendelea kuyasongesha maendeleo ya Tanzania kwa bila uoga mahala popote. Tutaendelea kumsimamia kiongozi yoyote yule katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania bila kuogopa, na wakati wote. Na mimi msimamo wangu, na mimi msimamo wangu, viongozi wote wanakosolewa. Kila kiongozi hawezi kuwa na kinga ya kutokosolewa. Diwani anakosolewa, mbunge anakosolewa, rais anakosolewa, lakini pia wanapofanya vizuri wanapongezwa. Kwa hiyo wananchi wote wanaotoa mawazo mbalimbali Tanzania kwa ajili ya kuishauri kuisha serikali kwa ajili ya kuishauri serikali kwa ajili ya kulishauri bunge wako sahihi na wasizuiwe na mtu yoyote. hatuwezi kuzimaliza changamoto za taifa letu hatuwezi kuzimaliza changamoto za taifa letu kwa kuongea kwa lelemama, kwa kutokuambizana ukweli. Hata mahala palipoharibika mnapongezana. Watu wanatekwa, nyinyi mnapongezana, badala ya kuhakikisha kwamba waziri alioko madarakani, waziri wa mambo ya ndani, wananchi wanatekwa. Anatekwa mwananchi wa kwanza, anatekwa mwananchi wa pili, anatekwa mwananchi wa tatu, anatekwa mwananchi wa themanini, bado yuko ofisini bado huko ofisini. Nilipoenda kumsalimia Faza Kitima, nilipoenda kumsalimia Faza Kitima hospitali kule Dar es Salaam, tukakutanisha uso anayemsalimia mwenzaka analia, anayesalimiwa analia. Amejeruhiwa vibaya kiongozi wa dini yule, kazi yake ni kumwomba Mungu tu na kuliombea taifa hili, anavamiwa na watu wanaoitwa wasiojulikana tunawezaje kuwa na waziri anayejulikana, alafu wanayoleta madhara ndani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania hawajulikani? Tunawezaje kuwa na wizara inayoitwa wizara ya mambo ya ndani? Tunawezaje kuwa na wizara ya mambo ya ndani ambayo kazi yake ni kushughulika na wahalifu, alafu wahalifu wakavishwa jina la kutojulikana? Anatekwa watatu, sawa. Ni lazima kama taifa tuwe na hasira na mambo ambayo sio ya kawaida.